Miezi michache iliyopita tulikuwa tuna hitilafu kubwa sana ya watu kuiba mafuta ya transformer. Lakini wizi ule ulikuwa unafanyika mahali ambapo mwenyekiti wa mtaa yupo na mahali ambapo mtendaji wa mtaa yupo na maeneo ambayo watendaji wengine wa katika mitaa hiyo wapo. Niliwahi kutamka kitu kimoja kwamba haiwezekani jambo hili tukawachia TANESCO peke yao. Inabidi huyu mtu kimkamata afikishwe kwenye vyombo vya dola haraka sana, pamoja na mbinu zingine nyingi ambazo zimetumika za kuunda sungusungu ili kufanya ulinzi shirikishi, lakini bado TANESCO na wao wamefanya kazi kubwa kwa kikisha wizi wa mafuta na ushushaji wa transforma, unapungua au unaisha kabisa. Ko, kwa nini mmeitwa mmeitwa ninyi leo? Ni kwa sababu moja, ni wadau wa kulinda miundo mbinu ya TANESCO na ndio maana kauli mbiu yao inasema lipa deni, tunza miundo mbinu, tukuhudumie. Lipa deni, maana kwa watu ambao wanazalisha, wanatumia umeme, wanapaswa walipe deni, lakini uweze kuona umeme. Kama miundo mbinu imeharibiwa, hapo ndipo tunakuja kwenye nafasi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa, aliyejinadi kuomba nafasi hii ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwa hiyo wenzetu wa TANESCO leo wanapowaiteni kuwa pamoja hapa, wanafahamu kwamba hospitali, umeme ukikatika, huweze kuhifadhi dawa, uweze kuhifadhi miili ya watu, huweze kufanya kitu chochote. Kwa lugha nyepesi, amani ya taifa kwenye eneo hilo itatoweka. Amani anayelinda nani? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ndio maana unaitwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Transfoma ikiibiwa umeme ukakosekana, hapo kiwanda kikashindwa kuzalisha kilichoajiri wananchi wanaotoka kwenye mtaa wako. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, amani inatoweka kwa wale watu wanaofanya kazi kwenye kiwanda, kwa sababu wata walipo kwa kutumia kile kiwanda ambacho leo kimekosa umeme. Ndio maana mkurugenzi wa TANESCO anasema nikae na wenyeviti wa serikali za mitaa, wakimwona mtu anaiba, anaiba transformer wajue madhara yake kwa wananchi wanaoongoza. Tunapozungumzia production katika viwanda ili tuweze kufanya exportation, tunazungumzia umeme. Umeme kwa sasa is almost everything, na kama watu wa maji wanasema maji ni uhai, umeme ni uhai, kwa sababu mitambo ya DAWASA haiwezi kusukumwa kama haina umeme. Kama maji ni uhai na kama maji mashine zake zatumia umeme, kumbe umeme ni uhai. Mkasimame imara kuonesha wananchi miradi ya TANESCO inayotekelezwa katika taifa letu. Kaweni mashahidi namna ya stability ya TANESCO na umeme katika majumba yenu na hali ilivyokuwa zamani. Halafu baada ya hapo, mshawishini mwananchi kubaki katika njia kuu ambayo ni njia ya kulea na kuitunza amani ya taifa letu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, asanteni sana na kikao chetu tumekifungua. Mungu mwema awabariki sana ndugu zangu. Uh, wenye viti, Tanesco ni taasisi ya umma, lakini tunalo jukumu la msingi la kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme Watanzania hilo ni jukumu letu la msingi, na shughuli hiyo imeendelea kufanyika toka zamani, toka wakati wa serikali ya awamu ya kwanza mpaka sasa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na, na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kazi zetu hizi kubwa tatu ambazo tunazifanya ndio zinasababisha shirika letu liendelee kuwepo na ndio msingi wa kuwepo kwa shirika lenyewe, lakini tunaweza tukafanya mambo mengi sana ambayo labda sehemu fulani ya watu hawafahamu, wanafahamu kwa kusikia, lakini hatujawahi kupata nafasi ya kuwasogelea na kuwaeleza vizuri mambo tunayoyafanya, na huenda kwa sababu moja au nyingine tukaona sisi kuna jambo la kuwaomba ili kazi zetu ziendelee kuwa nyepesi. Tanesco wanafanya kazi kubwa sana, na wamekuwa na approach nyingi sana za kuzungumza na wateja na kwa necha ya shughuli zetu, kila mtu sisi ni mteja wetu. Hata hapa tulipo tumekodi ukumbi, tumelipa lakini mnaona taa hizi zinawaka na vipaza sauti vinafanya kazi, ili jengo sisi pia ni mteja wetu. Kwa hiyo kila mmoja sisi ni mteja wetu, na idadi ya watu Tanzania inaongezeka. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tuko zaidi ya milioni sitini na mbili, na huenda kwa sasa hivi tuko juu zaidi. Uwekezaji unaongezeka Haya mambo yote yanahitaji huduma kutoka TANESCO. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbinu tofauti nyingi ili tuweze kumiti demandi za wateja wetu, lakini hakuna kitu muhimu kama mawasiliano. Tumejitahidi sasa hivi TANESCO tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho tunajaribu kuwasiliana na wateja wetu pale ambapo sisi tunakuwa na shida tunawawahi kuwaambia tuna mifumo yetu ya kuwasiliana, lakini tumetengeneza mfumo wa sisi kusikiliza wateja wetu wanasemaje na wanataka nini. Lakini eneo lile peke yake halitoshi. Ni matazamio yetu sisi tuwe na bezi kubwa zaidi, yani tuwe na idadi ya watu na makundi mengi zaidi ambayo tuna mifumo nayo ya kuwasiliana, kujua ladha ya huduma tunayoitoa kwa wateja wetu, wanafikiria nini na wanasemaje. Ndugu zangu wenye viti, nyinyi mna mtandao mkubwa. Mimi mamlaka yenu nayajua vizuri, uongo kweli yeah? Ehe, eh, watu wanaowachukulia poa, labda hawajui. Mimi nawajua vizuri ehe, mamlaka yenu ni makubwa. Kwa hiyo moja ya vitu tutakavyoomba leo ni namna ya kutengeneza mfumo mzuri wa mawasiliano kutoka kwenye majukwaa yenu, ili nyinyi muwe mabalozi wetu. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mfumo wa mawasiliano na nyinyi ambao utatusaidia kupata taarifa kutoka kwenye mikutano yenu mnayoifanya, mawasiliano yenu na wananchi, ili tusikie wananchi wanasemaje juu ya huduma tunazozitoa sisi. Tunaelewana jamani? Mimi nilipokuwa mkuu wa wilaya nimetembea sana kwenu huko, nilikuwa nikija, tunafanya kliniki zetu zile, tunafanya mikutano, tunasikiliza kero za wananchi nilikuwa natembea wakati fulani na mameneja wangu, so najua nini wananchi wanataka kusema kutoka kwetu. Na wakati fulani, kwa sababu miradi yetu mingi hailetu kwenu, kwa nature ya shughuli zetu, mnaletewa miradi ya afya, miradi ya elimu, miradi ya barabara ambayo inatekelezwa kutoka TAMISEMI na mingine. Lakini sisi tunataka tuwape nyinyi pia ownership ya miradi yetu, mwe na taarifa za kutosha ili msaidie kuieleza pia kwa wananchi. Jukumu hilo tutawapa na tutawapa taarifa za kutosha na tutaitwa, tutakubali mtuite kuja kutoa ufafanuzi wakati wowote wananchi watakapohitaji ufafanuzi kutoka TANESCO. Nyinyi muwe daraja kati ya wananchi na sisi, na kazi hiyo naamini mnaiweza, na tunataka tuwaombe muwe sehemu ya mabalozi wetu, kama mnapofanya kazi ya ubalozi kwa miradi mingine ya mashule, miradi ya barabara, miradi ya uh, mahospitali na miradi mingine mingi, tunataka miradi ya umeme pia muimiliki, hiyo miradi yenu ili daraja lenu lile zuri mlilofanya kati ya serikali na wananchi mlifanye pia kwenye miradi inayotekelezwa na TANESCO. Tumeanza na nyinyi na tutaendelea kwenye wenye viti kwa wenyeviti wa manispaa na miji mingine Tanzania nzima. Lengo letu tunataka kutengeneza urafiki wa kistratejia na nyinyi wenye viti, ili tufanye kazi pamoja, mtusaidie kuelewa tunachokifanya kwa maana ya miradi yetu, lakini kikubwa tupate taarifa za mwitikio wa wananchi juu ya kazi tunazozifanya na sisi. Taarifa mbaya, taarifa nzuri, tutaipokea kwa sababu tutaamini hiyo, tukiifanyia kazi ndio itatujenga na itafanya brandi ya shirika letu iendelee kukua na mtazamo wa shirika letu kwa shirika la kibiashara litakuwa kweli shirika la kibiashara linalomjali mteja na mteja ni mfalme. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.